Mashirika ya ndege ya kitaifa ya Umoja wa Falme za Kiarabu na Ethiopian Airlines yameungana katika ubia wa kihistoria ambao utabadilisha muunganisho kati ya Afrika, Mashariki ya Kati na Asia. Ushirikiano huu wa kimkakati ambao ulitiwa saini katika makao makuu ya Shirika la Ndege la Ethiopian Airlines mjini Addis Ababa, inajumuisha mpango wa kushiriki code share, unaofungua fursa kubwa zaidi za usafiri kwa abiria katika mitandao yote miwili. Kama sehemu ya ushirikiano huu, mashirika ya ndege yanazindua safari mpya za ndege kati ya Abu Dhabi na Addis Ababa, na kuimarisha uhusiano kati ya mikoa hiyo miwili. Shirika la ndege la Ethiopian Airlines litaanza huduma kutoka uwanja wa ndege wa kimataifa wa Addis Ababa Bole hadi uwanja wa ndege wa kimataifa wa Abu Dhabi tarehe 15 Julai, wakati shirika la ndege la Etihad Airways litaanzisha safari za kila siku hadi Addis Ababa kuanzia tarehe 1 Oktoba. Ratiba ya ndege itakuwa ni Ethiopian Airlines flight 614 itaondoka kutoka Addis Ababa saa 3 na dakika 50 jioni na kuwasili Abu Dhabi saa 9 na dakika 10 asubuhi. Ethiopian Airlines flight 615 itaondoka Abu Dhabi saa 10 na dakika 25 asubuhi na kuwasilia Addis Ababa saa 1 na dakika 45 asubuhi, kwa kutegemea idhini ya udhibiti. Ubia wa Etihad Airways na Ethiopian Airlines itawezesha mashirika yote mawili ya ndege kushirikiana katika kuunda na kupanua njia kati ya UAE na Ethiopia na pia kuimarisha muunganisho katika mitandao yao husika. Ushirikiano huu umeundwa ili kutoa dhamani kubwa kwa abiria kwa kuimarisha uhusiano kati ya Afrika, mashariki ya kati na Asia na hivyo kusababisha mtandao pamoja usio na mshono na mpana zaidi. Ushirika huu unasisitiza dhamira ya pamoja ya kutoa chaguzi zilizopanuliwa za usafiri na safari laini kwa abiria wanaosafiri kati ya maeneo makuu ya Afrika kwenye mtandao wa Ethiopian Airlines kama vile Dar es Salaam, Tanzania, Kampala, Uganda, Kinshasa, DR Congo na Lusaka, Zambia, na miji mikuu katika UAE na Asia ikijumuisha maeneo ya Etihad nchini India, Japan, kusini mashariki mwa Asia kama vile Kuala Lumpur Malaysia Osaka Japan, Phuket Thailand na njia mpya zijazo zikiwemo Phnom Penh Cambodia na Hanoi Vietnam. Shirika la ndege la Ethiopian Airlines litatumia njia hiyo mpya kutumia flit zake za kisasa zikiwemo Boeing 777 na Airbus A350, zikiwapa abiria uzoefu mzuri wa usafiri. Shirika la ndege la Etihad Airways litafanya safari zake za kila siku hadi Addis Ababa likiwa na mojawapo ya ndege zake za kisasa aina ya Airbus A320.